Yeah, mambo vipi ndugu mtazamaji? Naitwa Kawizi the real nigga Mboyomi Perfect Mister. Hapa nipo na sister yangu ambaye anaitwa Sifa pia. Yupo ndugu yangu anaitwa Sunday Maus, Sami Simba. Tupo mbele zenu hapa kuwajulisha kitu kimoja tu ambacho ni kitu kitamu ambacho moyo wako kipenda. Tuna kadi zetu hapa za mwaliko kuna bonge moja la party mwezi wa 5 tarehe 25 ambayo yanaitwa Monaco Party, na mpaka hivi tunavyoongea na tupo kwenye maandalizi, maandalizi yalianza jana, leo mpaka kuendelea. Fikapo siku ya tukio, mambo yatakuwa ni mengi na yatakuwa ni makubwa zaidi. Hapa tuna kadi za mchango wa sherehe, ambayo single ni shilingi elfu kumi na tano. Aya. VIP ni shilingi elfu ishirini na tano, couple ni shilingi elfu hamsini. Kwa hiyo weka kadi yako mapema, kadi zipo za kutosha. Aya. He! Bana mambo mpaka vipi? Kwa majina kama jamaa alivyosema, jina langu Sam. Tuna shughuli mwezi wa tano tarehe 25, ambao ni Monaco party. Sisi ndo wana Monaco wenyewe wa, ndo wa, wa, wa <laughs> kamati kuu ndo waanzilishi wa oa eweke, mwezi wa tano, tarehe 25, kwa sababu ndo siku ya birthday yangu, ndo kwa maana hapa unaona kuna picha yangu kama kawaida. Na mimi ndo CEO wa Monaco mwenyewe iskadi hapa, ukitaka kusipata iskadi hapa, kuna namba ya simu ambayo ni kuna namba ya simu ambayo ni mm, namba ya simu ni sifuri saba tano au unaweza ukanicheki tu ka wizi sifuri saba sita themanini tatu hamsini tisa sifuri hamsini sita. Unaweza ukani DM kwenye nanili yangu, kokote pale utazipata. Pia tupo na mama mkurugenzi hapa, kama unavyomwona kamati, mtoto mwenyewe anajielewa. Haya, waelekezaji hawa. Kadi zipo, si ndio? Zipo za kutosha ukizitaka mtafutesf namba ni 07. Hmm. Sita ishirini na nane hamsini na saba. Hiyo ndo namba yangu. Asante sana. Ndo kama hivyo ndugu watazamaji, mambo ni gani? Natamani ile, ile, oh, ile, ile. Bana, mmeshawakilisha kitu chenu, na hii hapa ni party kama mlivyodai, party inahusiana na nini hasa? Pati hapa ni birthday na... ya mwanangu e, hapa kama mnavyoona, ni birthday ya mwanangu kufanya chochote kile, limradi tuweze kufurahisha watu, unajua tumekenyela sana, tupo down sana. Kwa hiyo jamaa akasema basi mimi natakiwa tukutane na vijana. Kwa tarehe 25 za mwezi wa tano itakuwa ni bonge moja la pati. Yeah. Bana labda pengine ningetamani kujua maana wewe ni msanii tayari. Pale brother pale ni msanii. Mm. Pengine sister hapa ndo sije kumuona hapa kati yetu wenye mambo ya sanaa. Au na wewe upo? Hamna. <laughs> <laughs> Hivi wasanii wengi watakuepo au ndo vile? Wasanii wengi watakuepo, yani wengi. Yani wengi watakuepo na wengi, yani asilimia kubwa wasanii unawafahamu. Watakuepo. Asilimia kubwa wasanii unawafahamu wewe. Watakuepo for real. Moja. Bana nitamani njue

The way tu kamati ilikaa chini na kuplan kwamba tuipe jina gani, mm. Umeona, tuliona tukiweka birthday party, tu party, ili watu waje ni vitu ambavyo vinajulikana vinazoeleka, kwa hiyo tuweke tu Monaco party ili watu waje tusherekee. Tunakuja ni kucelebrate tu, tunakuja kuharibu hela. Unaelewa, natamani hmm. hmm. kuuliza kitu, maana najua katika bia zote ambazo nazijua nchini Tanzania sijui kupata bia inaitwa Monaco. Hebu niambie bia gani hiyo Monaco party au hiyo Monaco ni bia ambayo inapatikana USA. Ndio maana mmehamasisha dola kwenye kwenye Yeah. So, kuna <laughs> <Zakuya. laughs> <kika. Amini>? yeah. <laughs> Pengine kuna watu ambao hawajawahi kuziona hivi, mnao imani wanaweza kazinywa Yani, wale ambao tutaona hawa ni waalikwa <laughs> wale wazito wanapigwa moja moja, wasikilize ladha thabiti, ama Monaco bana. Wengi unajua <laughs> uh, wengi wanapenda kusifia vitu vyao. E bana, njoni tusherekee. Nadhani kuna sherehe moja ambayo wai kufanyika, mm-hmm. sigi... kuhamasisha ku, ku, ku, ku, ku kitu chao au kukisifu. Hapana, hii hapa, so hapa tumeandika hapa VIP F 25 tutafanya Huyu, huyu wa VIP atakula zaidi ya yeye lake. Yeah. Yeah. Yeah. uh -huh. Yeah. <laughs> Pengine, uwe ni msimamizi wa uwe ni msimamizi wa nini wa, wa, wa, uh, uh, mwanani ina maana tuzungumzie ni msimamizi wa vyakula aidha msimamizi wa kundi. Shughuli. Shughuli nzuri. Eh. ah, ah, upishi wanaohusika ah,

Keki itakuwepo. Ngazi tatu natoka Dar es Salaam. Keki. Tatu ya. Eh. Ame gari mshinga ngapi? Laki 5. Laki 5. Ngazi tatu. Kika. Kika nyenye. Sherehe nyenye budget ya sherehe milioni 5. Keki sio tu kwamba <tuka bega. laughs> <laughs> so, labda tuna prod wala nini? Yaani mtaji wa, wa, yeah. wa sherehe ni milioni 5. Amini kabisa kwa mtu anaweza akaja, kuna hawa kama hawa wa shilingi elfu kumi na tano watakuja waseleleke sana yani, ambao watu kuja vizuri wata, wata, watalewa mpaka kesho, ambao ni wanywaji. Ama Siboda VIP hawa watakula mpaka watasaza kapo ni vita hivi vita. <laughs> yeah. hizi, hizi bei kwa nini mlizibageni hivi? Uh, tuliamua tufanye hivi kutokana na tusio tusi wasumbufu, yani like, kuwasumbua watu, kwa sababu kuna wamoja wanaweka singo, unaweza ukakuta. Tuliona tusifanye elfu kumi elfu tano kwa sababu tunataka tu wale watu ambao wanaje leo, eh, hatutaki zile sherehe za kelele sana, vitoto vitoto hivi vya elfu mbili mbili. Kuna kipindi kuna sherehe fulani niliyokuiona, kuna mahala walikuwa wameweka elfu tano tano, sijui elfu kumi elfu kumi na tano kuna msira wangu aliokuaweka sherehe mia mbili mia mbili sijui mia nne kama sija. Hicho kitu kama ya inatokana inatokana na akili za mtu sawa. Mi siwezi nikaweka bajeti ya milioni tano bro, alafu ujue ingie kwa mia mbili nitakuwa sina akili <laughs> Hata kama sherehe. watakuja kibao halafu watu ambao wajielewi kwa hiyo natakiwa wawekee kidogo dao ambalo hivyo na nakupa na nilio nakupa na Yaani sisi tumesuggest tupate watu mia aidha hamsini tu vizuri. iende amani na usalama kabisa mkesha ndio mkesha, yeah. Yaani ni kwanza saa kumi na mbili saa kumi na mbili saa kumi na mbili jioni mpaka majogo. yeah. hakika sherehe yetu kusimama vizuri hupo bodyguard iwapo ah, ndugu yangu <laughs> <laughs> bodyguard tena vitu vangu e sababu epombo e e jimataai <laughs> Okay. Unashikaji? Mama mama msimamizi wa kamati kutoka kwa nyumba. <laughs> Hey, wote usike. Sawa. Labda pengine tusikie chochote sasa kuhusiana na party yenu hii na kuwakilishia watu ya. yeah, kitu tu ambacho tuna tukaelekeza watu wakae makini na waje tu kwa wingi. Kadi bado zipo, ndo tumeanza kuonyesha kama hivi, so waje tu kwa wingi, hakuna chochote kibaki kitakachofanyika tofauti na kusema kwamba tunakuja ku eh kondo ndo ambao na stress tunaondoa ma stress yani, nia na malengo ni kuonesha kwamba vijana tupo fit kali kit. Yeah sister, na wewe ningeomba tu ndugu zangu waje, kaka dada, mama baba, kwa sababu kuna kapo. Nikisema kuna kapo, maana kuna baba na mama ya karibuni. Sana sherehe itakuwa ya kibabe, itakuwa ya kipekee sana, ambao labda ajaye kuonekana kambi, labda nikisema ajaonekana kambi, sio kama na jinadi mambo yataonekana kwa sababu hata kadi yetu yenyewe inaongea, unaona, dola dola. <laughs> Yani tunapewa <nikuwa bagi>. dola <laughs> <laughs> ni shida sasa. <laughs> <laughs> Sawa, nirudi nyuma kidogo. kuna namna, kuna kauli nilisikia kutoka kwako, kuna wasanii wataperform hivi, uone kabisa itakuwa ni changamoto hizo. <laughs> umoja wa makelele, umoja wa makelele. Hapana, kwa sababu mimi ni kijana, afu ni shughuli ya wanamuziki, ndio kwa maana ni lazima baadhi ya wanamuziki watakuwemo na wataburudisha watu watakuwa ni wote aidha, kuna watu ambao watachaguliwa ni, ni baadhi watachaguliwa eh, yeah. kama kuna ile bana, na mimi nataka kuimba perform, na ina maana pale kutakuwa kuna utaratibu. Yani wapo watu ambao tutawasuggest kwamba bana fulani ataperform, huyo ataperform basi, yeah. <coughs> uh, uh. na tukusikia sasa, cha kumalizia malizia, cha kumalizia jamani, naweza na kusema aliko bado zipo nyingi na shughuli, ni mwezi wa tano watu wajipange, shughuli itakuwa ni kubwa sana eh. Kama nilivyokuambia mimi ndo msimamizi na mimi ndo ninacho kibunda chote, ila usiniteki bwana. Hii hapa ni Monaco party, ni moja kati ya vijana ambao sikusikia kama wamesema, anajielewa maana hizo ni kauli, kama nilivyosema ni kauli za wapita njia. Kwa hiyo hapa ni moja ya vijana ambao kidogo tuseme ni wastaarabu. Mchawi hapa ni suti tu <laughs> Kwa hiyo kama suti a mna ndo maana wamepigwa chini na mama mkwe hawa. Kwa hiyo bwana kama ulivyokuambia bwana, kadi zipo, kadi zipo mpaka zinabaki. Anazo mwamba hapa, yupo mwamba pale, yupo mwamba uta na kadi zipo hizi hapa, zipo mpaka zinabaki. Ni vyo kwa hiyo bwana nazungumzia dola, dola yenyewe ndo hii, lakini mchawi kuna mmoja, kuna sura ya mshikaji hapa. Kwa hiyo hatujui sababu nini. Kwa hiyo bwana kama ulivyokuambia bwana make sure umesubscribe na like na ku-comment. Naitwa Alex Alton 66 number. Biende kamera niko na kabisa mtumbadi.